Mpaka kwa muda miaka mitatu na mwezi mmoja akaja. Siku hiyo Karume, siku hiyo tuko shamba, atizamu bakti. Vile vile ilikuwa mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, siku ya mwezi ishirini na, ishirini uh, na nane wa Ramadhani jioni. Ilikuwa tuna dasturi. Kilonzi alifanya rehma kubwa sana juu yetu, alituwekea kilonzi kwamba sisi tunaofunga tumalize kazi kiasi saa tisa ikisha tukoge, tuna sali la asiri, na akatuachia kwamba tukitaka kufanya mambo ya dini haya yetu wenyewe kusoma, tusome. Basi alikuwepo wakti ule almarhum Omar Hamadi mkamendume, yeye ana maarifa mazuri kwa hakika. Basi akisomesha jada leli, akifanya tafsiri ya Qurani, sisi tunakaa tunasoma siku hiyo tunasomasoma. So, mara imepigwa kengele, na ikipigwa kengele, lazima nyote mhudhurie katika ile yadi ya ile assembly, nyote mfike. Tumefika, tulipofika, huyo chifu aliokuwepo kule akasema wale wafungwa wa siasa, ndio jina letu kitwa hivyo, wote wafunge virago vyao na akamwambia mpishi kila mmoja kati sisi atupe reshani yetu, maana kule mjini tunakupeleka mjini hakuna reshani yetu, reshani iko shamba. Kila mmoja mpe reshani yake. Tukafunga, tujui kitu gani, tukafunga. Tukafunga reshani zetu tukapewa, tukakaa. Mara wakaenda kashukuliwa wenzetu wengine kwa kinomoshi, wakaletwa pale nao vilevile mafungwa. Mara tunaona malori mawili ya jela imekuja pale yule chifu akatwambia, mmetakiwa mwende mjini. Hatujui kuna kitu gani, mtajua huko huko. Inaweza kuwa kweli, hajui, inaweza kuwa anajua, lakini hakutaka kutwambia. Basi pale tukahesabiwa, tukatiwa katika malori, na wengi wetu sisi tulikuwa shamba, tukapelekwa mjini. Mjini walikuwepo watu wawili watatu, alikuwepo ndugu yangu moja Yahya Muhamed Shambe, yeye alikuwa mjini huyu ni kijana mekanik wa motokari. Kwa hivyo walikuwa si kama wampendelea wa wamwonea huruma kumweka mjini, wasimpeleka, lakini kwa sababu ya gari zao zikiharibika wapate mtu wa bure kutengeneza na yeye anajua, basi wakamweka, lakini alhamdulillah rehema kwake vile vile kuwa, manake ni kazi anaijua, si kazi kama kupiga majembe na maghasia. Alikuwa hivo kule. Tukafika sisi, tunafika mjini Tuafika mjini pale, kinoa miguu ndio kina miguu jela, na naoni ninalia, tukahesabiwa. Maanake jela ndio shote mhesabiwa, mkitoka mkiingia mhesabiwa, ukenda. Uh, mtu mmoja pia unahesabiwa <laughs> mmoja pia utahesabiwa ndio kijela. Basi tukatua ndani, tukapua chakula sana. Yeye, kuna nini bwana? Haya, akasema, wallahi, sijui nini hasa kipo, lakini nimesikia kidogo kidogo, watu wanasema kwamba labda kesho mzee atakuja. Basi hasa akheri, Mwenyezi Mungu atujalie akheri. Basi tukaingia ndani pale tukana futari zetu ze mihogo yetu tunakuja nayo, tukaa ndani tukasali, tukasali tarawele, tunasali pamoja tarawele, tukatiwa ndani katika vyumba kulala mpaka asubuhi. Siku ya pili tumeamshwa a kengele tumeamka tumekwenda zetu katika ile, tumekaa pale, wale wafungwa wa kidasturi wa kwa... wote wakapewa kazi watoke nje, tukabakishwa sisi wafungwa wa siasa. Sisi sisi tufiketu walikuwa na wafungwa wengine wa siasa kwa mjini, lakini waliletwa wote, tumebakishwa sisi, hatujui nini iliokuwa, roho zetu nusu zina tamaa nusu zinaogopa, hatujui nini tafanywa. Mara tukamwona Karu, Karume anaingia na genge lake, manake haji pikia yake nasuri genge, baraza lote la mapinduzi linakuja. Wakaja mpaka ndani na ndugu zetu walikuwa wamemba wa baraza la mapinduzi kama Hamis Abdulamir, Ali Sultani, Badawi wote walikuwa mundani Babu, wote twote ndio wakubwa wapinduzi. Umekuja bana, sisi tumepangwa laini. Karume alipofika akisema, na wataka wale wafungwa waliofungwa Januari 65 wakae upande, ndio sisi sitini na uh, tano tumefungwa, sitini na nne tumeingia katika detention tamka kufungwa 65 wale wafungwa 65 ta tuka, tukakaa sisi upande. Basi akaanza kuhutubia akisema wale wengine wote warejeshwe. Wallahi alikuwepo ndugu yake ndugu yake namsahau jina lake, ni bwana wanabumbwini Abaleli mwana ana ndugu yake akitwa nani? ndugu yake bwana Abaleli, mbwana huyu alikuwa mwfroseras, amekonda kwa kuweka aliwekwa katika jela ya yakabwamkweko ya amekonda, unamwonea huruma mwanake. Mimi namjua lakini kwa, kwa hapla nakmwona hivi sikumtambua kwa, kwa hali aliokuwa basi wallahi, Karume akaja hakumuonea huruma, na hali alikuwa mtu wake katika chama chake, asema huyu kaja nani? Kamleta hapa, mrudishe, mrudishe, mrudishe. Akarejeshwa. Alikuwepo na roba tela, comrade roba tela, almhayat mwenyezi Mungu amraham, mekufa hivi karibuni, alikuwepo naye, akasema na huyu mrejeshe ndani, sitaki kumwona hapa. Akarejeshwa ndani. Tukuona hiyo bada, na sisi katika sisi na nani atambua, rejeshwa hapa, amekaa pa Robatela ndo alawafundisha gari, ndiye hasa wadawafundisha gari siku ya kabla ya mapinduzi. Inaonesha waligawana kazi, Robatela kwa kazi yake wafundishe watu magari, ili siku ile ya mapinduzi wawao ndo wana, ikiwa wanachukua wasikari ikiwa wanachukua wafungwa watu kwa peleka magarizani wa, yeye ndo alikuwa kazi yake in charge wa, wa, wa, wa driving section Robatela karejesho nani, tukabakia sisi. Akaanza mzee Karume asema, leo tumekuja kukutoweni nyie, mmekaa hapa tangu sitini na nne katika kizuizi mpaka sitini na tano tukakufungeni mpaka leo sitini na saba Leo ni mwezi tisa wa ishirini wa Ramadhani na kesho huenda ukaandama. Leo kesho itakuwa leidi, na kesho itakuwa mwezi kumi na mbili Januari, sherehe za mapinduzi. Ikiwa leo mwezi utaandama, basi kesho itakuwa sikukuu mbili, itakuwa sikukuu ya idi na sikukuu ya mapinduzi. Kwa hivyo tumepata ripoti kwamba mmekaa kwa, mme kwa heshima kubwa katika gereza, hamkufanya vishindo vyovyote, amkufanya ghasia zote, amkufanya utovu wa adabu, mmetii kila amri iliokuwa mkipewa. Kwa hivyo tumekata shauri kukutoweni, mwende na nyie leo mpate kusherekea idi pamoja na watoto wenu na wake zenu, na mwisherekee na sherehe ya mapinduzi. Kwa hivyo tunakutoweni leo, na kwa kukaa kwenu uzuri tumekata shauri kwamba kila mmoja katika nyie apewe shilingi elfu moja ili angalau waweze kukaa uzuri wa sikukuu. Karume akatuambia, mtapewa kila mmoja shilingi elfu ili zikusaidie ni katika furaha ya sikukuu na watoto wenu, na hivi tukamshukuru sisi pale. Basi akashika njia Karume, akatoka pamoja na gengi lake. Na hapa nimeambiwa ni bora kuwataja ntaweza, nita, kutajieni baraza la mapinduzi kama navyolijua. Alikuwemo Ibrahim Makungu, alikuwemo Yusuf Midi, alikuwemo Sade Sadalla Ahtuo, alikuwemo Bavwai, uh, alikuwemo Kisasi, alikwepo Abudi Jumbe, alikuwepo Natepe, alikuwa Saidi Washoto, alikuwa ali Sultan alikuwa, Badawi Kulatin alikuwa, Hamis Amir Hinawi alikuwa na Sefu Bakari alikuwepo, Kaujore alikuwepo, Babu walikuwepo, takriban wote walikuwa, walikuwa, Twala wote Twala walikuwemo, wote walikuwemo. Basi tukashika tukachukuliwa sote. Sasa hivi, kwanza tukatiwa katika gari, Karume umeondoka mwanda, sawa. Sisi tukatiwa katika gari la jela na askari na viroba vyetu tukapelekwa Victoria Gardens, huko ndio kwenye hizo shilingi elfu kupiwa huko, tukamkuta marehemu uh, mfua haya yeye ndio alikuwa nchaji mambo hayo, alikuwepo huyu mtu, alikuwa welfare officer eh, jana alirudi Makerere, akawepo katika welfare section tina mapinduzi yamekuja, wakamchukua katika mambo yao. Haya, ndio siku hiyo tumekwenda mbele yake tukapewa shilingi elfu kila moja, lakini wakati huo kama nna tulikuwa tena tumeshakuwa watu ishirini na nne hatukuwa watu ishirini na tano. Wa ishirini na tano wetu, mzee Mwita, mzee mtu mzima, alipata kuombewa, labda inasemekana kwamba Nyerere alimtaka Karume amtoe akatolewa mzee huyu, lakini sisi tukutotoka jela na yeye ameshakwenda zake akhera. Hakukaa nje sana tangu kutoka mpaka kufa, labda miezi sita ikufika, sisi tumetoka, yeye alikuwa ameshakufa. Kwa hivyo tukawa sisi watu ishirini na nne tukapewa elfu elfu elfu, tukarejeshwa gerezani. Wakti ule watu wote takriban, Unguja ilikuwa bado, saa zile watu hajaondoka ondoka kwa wingi. Basi habari zilikuwa zimeshavuma kwamba tumeshatotewa. Ikawa tena majumbani, watu wanajua vya fulani fulani wamemwona kata. Ikawa hasa tukarejeshwa ndani, tumekwenda ndani ngoo zetu mara katujia Mandera. Mandera katuletea kila mmoja atie saini katika karatasi hii. Naisoma karatasi, imeandikwa kwamba pindi nikifanya tena makosa kama haya, basi nipigwe risasi mbele ya watu, mbele ya hadhara, nipigwe risasi mbele ya hadhara. Tambia Mandera, kwani makosa gani tuliofanya sisi? tukufanya makosa makosatb yepi tuambie, basi tupate, tusifanye tena. Hatuyajui sisi, mnataka atle, tena hamtaki mtaejetea ndani ehe. Serikali yenyewe ndio ile serikali, si ya sharia, serikali ya nguvunguvu tu. Inaweza kweli ketuwa ndani kwetu kusema, japokuwa Karuma kwa kupendusa tu kwa, kwa, kwa, akisema kwamba wawa wametoa ujuba, wamekataa kusema, unaweza kweli ukarejeshwa tena kabisa hapa naye atakuombea tukatia saini, so tukatia saini tukaondoka tukachukua tuka nguo zetu tuka